Wali wamekuwa huulizia, mbona sikwendi? mbona sendi? Mbona, mbona, mbona, mbona. Napenda ndugu zangu, sisi waislamu tuna matatizo wallahi, sisi waislamu tuna matatizo. Napenda mimi niwajulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna majlisul ulama kama huko kwetu kuna K Kadhi's office ile majlis ulama ndio isimamia mambo ya makadhi ina na mufti ile ndo kama mlisikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia na mimi pia amenifungia msisikieni tatizo tu tuna tofauti mimi kwa nini nikafungiwa mimi sijamtukana mtu si haijatokea mimi kutuka na mtu lakini ule rafiki yangu ambao kwamba amba mara nyingi mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikaenda kule, ana mmoja hawasikizani naye. Na hili ni matatizo katika dini, tukiitia na umimi, tutaharibu. Na mimi napenda kuambia, hasa ujumbe huu, napenda kumtumia mufti wa Zanzibar, watamharibia ile kabineti yake, ikiwa watu watakuwa wakifanya kwa, kwa maslahi ya huyu. Nampenda mimi huyu rafiki yangu huyu kwa karibu na mimi sawa, huyu hako na mimi huyu Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake, ya hii siasa yetu ya, ya, ya kuwa aniungae ntamruhusu asoniunga block ha -ha. hawana hoja. Walimuita huyu bwana wakamwambia, mimi na matatizo matatu. Tatizo la kwanza walimuita juzi juzi, tatizo la kwanza asema kuna siku moja alialikwa mkutano wa kidini na rais alikuweko, badala ya kwenda kuzungumza mambo ya dini alikwenda kumwambia Mama Samia boda si usumbuliwa. Sasa hili ndio la kunifanya mimi sizungumze dini, muhimu kwangu mimi ni dini si, si, si, si, si mambo ya, ya kisiasa mi popote ukinialika lazima watu wajue, usiniwekee protokoli ambayo kwamba haikubaliani, na kama waona kuna protocol muhimu kushinda dini usinialike. Nilikuomba mimi Nambe, bwana atakuja Ruto hapa, lakini usizungumza ah, ah. Ukiwa wataka una masharti yako usinialike mimi, sijakwambia bwana nipenda mimi nafasi zungumza mbele ya Ruto. Si muhimu mimi mimi, muhimu mimi nazungumza mbele ya Mungu hapa bwana. Una zaidi nani muhimu wa man ahsanu qawlan mimman da'a weta kuniwekea mtu kama we mtu kwako kwa anathamani mimi Mungu ndo anathamani. Ikawa hilo ni kosa. Nini yahi mimi, mimi ha hakuna mtu ataona kuna klipu mimi meweka ya Mama Samia kunambia kusema mimeekaya Mamasamia muhimu mimi muhimu, sikupendwa na Mama Samia muhimu kupendwa na nani? Kama ni kitu kilikuwa chanifurahisha ningekiweka kile kwenye, kwenye, minko min na mitandao yangu huwezi kuona klipu ile. Kina mtu kila unitumia eh, huna neno eh, sina neno nani. Mwabu Samia kwa miaka mitano miaka kumi, mpe baada ya hapo atakuwa kama wengine, lakini we kuwana nani, kalas. Sasa hilo likawachoma ikawa mimi yani pili mimi na permit kule limewachoma pia. Kwa nini mi nimepewa permit? Sasa si serikali nyinyi Si mimi naomba kwa serikali wako watu katika majlisi ulamaa wanatumia, yani majlisi ya kudhaa wanaitumia kama hapa kwetu hapa Kenya jamanini, ukiwa kwenye kitengo cha dini mche Mungu, simamia dini kisawasawa, au toka kwenye hapo kisha wewe tena utakaye, lakini utataka kwenda kuadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wana kongamano hufanyika pale kabla ya Ramadhani maanake waliweka sharuti mimi sasa siruhusiwi kwenda kuzungumza Zanziba, muhadhara wote mpaka wapelekewe wao barua, kisha wakipelekewa waiapprove kwamba haya, tumemruhusu. Mimi nikawaambia wale jamaa, bwana jimbo nitaka mimi mimi nimewekewa zikwazo, nenda nikapelekea barua. Wamepeleka barua, wamemwambia tutakujibu. Wamekaa mpaka siku Ramadhani imeingia baada hatujakutana baada hatujakutana hatuja. Sasa mimi, hata nashindwa kwa kosa gani? Lakini wao wajijue, hili baraza la ulama, baraza uko kwa muda tu, utaondoka. kuna na Mungu utamjibu nini? Na hakuna sababu sababu iliyoko ya msingi ni kuna fulani na fulani hawasikizani, basi huyu huja kupitia fulani. Mathalan ni mtu aje hapa Kenya Huletwa na msikiti fulani, wewe upende ile msikiti fulani ndio kati ya fitna. Haitakiwi namna hii. Analo eleza huyu bwana kosa lake ni kadhaa, ni kadhaa. Jingine walioelezea sababu ati mimi, mashehe huitwa kwa maana yao We Mungu mwita nani? Mungu. Wala Mungu hawi mkali, mbona kuna na bwana, mkubwa, mtukufu, Mungu. Haa Mungu moja kwa moja. Si Mungu sinuwa jina lake? Jina la Mungu ni lipi? Ni Mungu. Haa awesu Allah ni Kiarabu. Jina la Mungu ni nani? Mungu. Kuna mtu anena o Mungu akaona hee, mbona siku mtukuza Mungu, umemwita Mungu. Ya khiu kuna mambo mingine. Yaani utaona haya ati hawa ni watu wamewekwa wasimamie dini sisha kwa, kwamba huyo hu, hu, mufti ana watu tini hawastahiki. We utotoa kiegezo hicho kweli kwamba fulani hutuita sisi kwa majina yetu? hey, hey, hey, Wallahi, yani ya, hivi vyeo vyaharibu watu. Hivi vyeo. Yani mtu amekuja Izzudin Mose tuishi misha Izzudin, la hawla wala quwwata illallah. Wallahi hivi vyeo vyaharibu watu, hivi vyeo vyaharibu watu. Kwa hiyo mimi napenda maanake mimi ni kila nikikaa, hawa mbona huji Zanzibar, mbona huji Zanzibar? Napenda niwajulishe, sikuwa sitake kuja Zanzibar. Mimi hawakunikataza hawa kwenda Zanzibar, aa wamenikataza nisitoe muhadhara mpaka wane barua. Na cha ajabu, angalia wao, mimi wameniwekea vikwazo juzi, mimi na rafiki yangu si wajua au? wale wa, wa, wa, kila chama cha ulama kuna watu ukikubali, kuna watu hawakikubali n yani, si umeona sisi hapa kuna watu tuko na kadhi, kuna watu hawako. Sasa wale uhodari wa kadhi ni kumfanya kila mtu amkubali, japokuwa wewe una msimamo wako, lakini nikubali wao. Kuna watu wamewafanya hawawakubali. Sasa wale watu waenda wakaitolea mihadhara, wakirudi hata habari mimi ninaowakubali na kuwatambua nawapelekea barua, hawataki lakini litakalokuwa sasa watanitia ndani, nitakwenda na nitatoa muhadhara, wanishike, wanitie ndani. Hapo sasa kutajulikana mbivu, maanake wengine wamekwenda hawakuambia, hawakua, hawakua leteni barua. Wewe una chuki, baki na chuki zako, usiwakataze watu kheri. Mimi mimi natoa huu ujumbe na nataka umfikie mufti, na naomba wale maanake, mashallah, wa Tanzania hodari zengeni title mwipe title mtakayo. Sheikh Izzudin imeshambulia mufti? imefanya nini? mimi sijamshambulia. Namuomba akae na hii kabine, kabineti yake aiangalie vizuri, aipekue vizuri, yamuharibie ajina, ya kuna watu hawafai pale. Na mimi wakinitaka waniite, niko tayari kuelezea ushuhuda kwamba kuna watu hawafai. Wakikuona watateka na wewe lakini, tahsabuhum jamian wakulubuhum kwa nini iwe namna hiyo? Na inna allaha yabghadhu dhal wajhain, Mungu watukia mtu mwenye nyuso mbili. Akikuona haitakiwi kuwa straightforward au sio? Tukujue ni hivi au ni hivi. Ya kimekuwa afadhali serikali zisizokuwa za Kiislamu imekuwa kuliko nyinyi serikali za Kiislamu imekuwa, hela uislamu iko wazi kwazo. Mimi si mtukana mtu na nieteo shahidi kwa mimi mtukana mtu. Mimi sina miskiti kule sialikwa. Miskiti ya madhehebu tofauti tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mimi naheshimu kila mtu, msimamo wake. Simwingili mtu kwa msimamo wake, simtukani mtu kwa msimamo wake. Lakini basi tu na huifakhiri. Yule tumemfungia, mmenifungia nini? Mmenifungia lipi, mmenifungia? na cha ajabu, mimi nikienda angalia mimi, wallahi, kuna kitu kibaya jamani, ni kama unafiki. Ukienda ukwambia, wewe kwetu huji kutoa maelezo, nyinyi mmenifungia, mmomtaki mbele za watu, mtaka kuonesha, kwa maana nyinyi mtaka mimi nende, si haki mimi. Kulikuwa na harusi ya mtoto wa president, lialikwa ani mimi, nimekwenda juma la kwanza kusaliwa Ikulu, walimega mimi ni khutubu wao wame, wamefanya hivi. Rais mwenyewe akasema wateni fulani ya khutubu Ikawa sasa sisi mimi bwana, mimi siyataki haya mimi, hakuna kitu, sitaki kuwa mbele mbele. Mimi nimeambia hapa kutumikia dini, wala sitaki nijulikane mimi nilotumikia, lakini huu ndio ukweli. Na na hakika hawajui na haya. Mara nyingi uh, kwa kawaida mara nyingi ukiona kwenye idara utokea matatizo mara nyingi ni hivi vidogo vidogo, nini, waogopa. Mimi sitaki kuwa mufti wa Tanzania, mimi sitaki hata mufti wa Kenya, si mufti ukadhi, si utaki. Mimi natania wao, niwe Izzudin basi tosha, na alhamdulillah baki ni Izzudin. Ngine ukipita mahala hata Izzudin hakwepo kutakula wao <laughs> <laughs> Hatuendeni namna hiyo vijana, mashallah. Mtu kijana haogopi kwa kusimamisha ndani sheikh, ula wao na swala marhaba, ufanye nini akhi? Ukimkasirikia hata kuuliza, kuna watu wana masala, huja huja kusimamisha sheikh sheikh, utoa meno hatoi Kuona eh, makina ajiona mi naja mahala salama, nitauliza hapa nitapata jibu, atatekana wewe utatekana yeye eh, alhamdulillah. Lakini jamani nini dini, tusitie chuki katika dini, tupeane nafasi watu watumikie dini, kila mmoja kwa nafasi yake na taufiki atakao kumpa Mwenyezi Mungu. Lakini wewe wewe, huwezi kuniinua wa mimi wala huwezi kuteremsha mimi. Aliambiwa Mtume, innaka la tahdi walakin Allaha lakini we kuona chuki ati huyu kwa sababu nini, nini, nini, nini? Kwa sababu nini? Kwanza mmesahau hili kwanza, wambia yuaja akiondoka hata taarifa akuna. Mimi Zanzibar ni kwetu. Sheikh Abdullah Wakathiri amezikwa kule kabla Zanzibar haiyawa Zanzibar na ule babu yangu tu minge kwa mwanamke hafai kunioa, ni wako, si wako, yaani mtu Fikiria, wewe ukibadilika moyo, wewe ukiwa mwanamke kukuoa hafai, maanake ni Sharifudini ambaye ni wako sana. Babu yangu hoyo, ndio babu yake alimzalia ya mamake tu, tuna nyumba, sishuki kwa mtu, nashukia kwetu, kwetu ambao mimi nina haki yangu, haki nyumba sio imewekwa yoyote aliozalikana na kizazi cha Bakathiri, sisi ni Bakathiri ana haki yao. Mimi ni mgeni hapo, tuwape ha a sitaki gwe kwa, kwa magari tulikwenda Sudan, sisi tukatukuliwa. Nilikuwa mkutano Sudan wa wakati wa Omar Bashir, tukaiitoa presidential escort ile, tulikataa ehe. Baba hii kwenda kuiyoka mafuta yako uliadua kutafuta o hukupata rais. Kwa hiyo, ukitembea we kwa watu, hajui uko kwenye tuktuk, una uhuru ya serikali ya kupanda wii, serikali serikali, nawe mwenye a wa... hau ikushishie, ni kweli si kweli? Lakini wallahi we umekona mahala mimi, tumeenda mimi na Daktari Mbarak huyo aweso huyo wa Nairobi, tumealikwa mkutano wa makamu wa rais Ukenda wallahi chumbani, ukifungua mlango askari amekusimamia. Sisi hey, akhi mako tumepewa suti zile rumu suti. Mimi chumba changu, chumba cha pili, kuna mlizi wangu <laughs> ya khi yana raha tunale maisha, wallahu ya'asimuka minan nas. Mtegemea Mwenyezi Mungu basi, mimi huambia siku zote hapa, alindae hana maisha ya raha Alindwae wallahi hana maishara. Wewe angalia, sengine juzi mimi nimeona klipu moja baharesa mitaani. Tulialikwa harusi nyingine pia ya Mama Samia, huyu alitualika na mwanae pia akatualika. Basi tulipofika kule kwenye harusi, anasema, wallahi, mwanadamu sengine, unatamani, hakuna mkhofu Hakuna hofu, lakini sasa hizi protocol nazo kaa huyu, lazima askari asimame hapa. Huyu asema hakuna maisha ya raha kama mtu kuishi maisha ya Kiislamu. Weangalia sisi hapa, wengine miskini wameilalia bukheri wa khamsini fi qarari makin. Angalia wendani wetu. Weangalia wendani, wendani wetu tu Mwenyezi Mungu awalete awa, awa nusra wa Gaza waweza aaatolea madarasa namna gani? Hawezi. Sisi alhamdulillah mtu tena tena kwambia bwana pale nashibu wana zilesi zimekuwa tayari sasa, wa raha mustarehe. Na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa wangu, mufti wa Zanzibar au naibu mufti wawe wa kweli, hii kabineti jamanini, iliyoko majlisi lulamaa, wamtumikie Mungu na mtume wasijitumikie nafsi zao. Kuna watu pale hutumikia nafsi zao, kuna watu hutumikia nafsi zao. Mtumikieni Mwenyezi Mungu. Mtumikieni Mwenyezi Mungu. Yaani hivi vyeo vya duniani havitatufaa ikiwa havikufungamanishwa na Mwenyezi Mungu. Mtumikieni Mwenyezi Mungu.